Ni miaka 29 sasa tangu wafanyabiashara walivyohama rasmi kutoka soko mjinga ambao sasa ni bustani ya Nyerere na kwenda kuendeleza shughuli zao katika soko la Majengo lililopo jijini Dodoma nchini Tanzania. Ni soko maarufu, kongwe na sio tu linatumika kibiashara, lakini pia limebeba taswira ya mji huu, kutokana na sifa na uimara wa miundombinu yake ikiwamo vigae ambavyo ni nadra sana kukuta kwa hivi sasa vinatumika kwa ujenzi. Kabla ya kuhamia hapa, kulikuwa na changamoto nyingi sana. Kuna baadhi ya wadau walikuwa hawataki kuhamia, kutokana walikuwa nafikiri labda mambo ya biashara yatakuwa na changamoto. Na kweli watu walihama kwa tabu kutoka soko kubwa ku, ku, ku, ku, ku, kuja hapa baada ili kujengwa, lakini baadaye, siku hadi siku, kadri siku inavyoendelea na biashara zitaendelea lakini taswira ya soko hili lenye wafanyabiashara takriban elfu tatu na mia tano huenda ukabadilika kwa haraka na kwa wakati ambao haukutarajiwa kutokana na sababu mbalimbali mbali, ikiwamo ongezeko la idadi ya wafanyabiashara na uboreshaji wa miundo mbinu mbali na ukale wa soko hili, lakini pia ni kitega uchumi cha mji na familia nyingi, kama ya Rozi Mtundu, mama muuza mboga kwa zaidi ya miaka ishirini na ni miongoni mwa waathirika 1792 waliolazimika kutoka ndani ya soko na kupisha ukarabati wa miundombinu kwa muda wa mwaka mmoja. Wakati wa pilikapilika za asubuhi, nilimtembelea Rozi kazini kwake, eneo jipya la kazi ambalo hakuwahi kulitarajia. Hatukutarajia kama tutatoka kule ndani tuje eneo la hapa na hapa tuna na imani tutafanya kazi vizuri, kwa sababu ni eneo la barabara na magari yanapita. Pamoja na kwamba mchakato huo unatajwa kuendeshwa kwa uweledi mkubwa na uongozi bila urasimu, lakini licha ya hayo, kuna wenye maoni tofauti. Biashara imekuwa ina ugumu kidogo kutokana na mazoea ya wateja, bado hawajazoea vizuri Machesa ila tunashukuru tumepata nafasi za kufanyia kazi, na hii tunalikubali kwa moyo mmoja. Kwa sababu gani? ni mfumo ambao uliofumwa wa kimaendeleo ya maisha yetu, ambaye kama sio sisi wajao watakuwa katika mazingira bora zaidi. Sisi ambao tulikuwa nje, wengine mpaka sasa hivi hawana nafasi ya kupanga, hawajapata meza, lakini tuna imani watafika, wata hatua watatutafutia sehemu za kupanga. Sisi tunasema tu kabisa kwamba kuwa hivi projekti hii ikiisha tutaenda tena soko ambalo jipya ambao wanatuandalia sasa hivi. Mimi nimefurahi, kwa sababu na imani tutakapotoka nje kuingia ndani, tutakuwa tayari na sisi tuna nafasi huko kwenye soko jipya, kwa sababu tutaingia kwenye kwenye idadi ya wenzetu. Sanjari na vikwazo hivyo, baadhi pia wanalalamika kukosa vyoo na kulazimika kujisaidia misikitini na nyumba za jirani huku wengine wakihofia kutorudi kwenye maeneo yao ya awali baada ya maboresho, kwa kile wanachodai kuwa mchakato huu umegubikwa na kasoro. Hakuna mfanyabiashara aliyetambuliwa ndani atakayekosa nafasi baada ya ukarabati. Ingawa safari ya miaka 29 inatamatishwa, Rozi mwenye umri wa miaka 20 katika soko hili ana matumaini ya mwanzo mpya baada ya kuhamia hapa kwa muda. kwa kweli namshukuru Mungu, najisikia furaha kutokana na kazi yangu kwa sababu naipenda kazi yangu, na pili, nanipa manufaa mazuri sana. Nakula vizuri, watoto wangu wanakula vizuri, wanasoma shule, zilizoenda shule, kisemo cha watu wa mjini, maisha yanasonga babangu. Yaani na furaha nahisi kama naweza nikanua gari eh, nikawa nakuja na gari naisimamisha pale naingia ofisini. Safari ya mafanikio huwa na changamoto nyingi na ndiyo maana kuna msemo kwamba dhahabu safi hutakatishwa na moto. Hawa wote wanaweza kuwa matajiri wa baadaye na wanayoyapitia sasa yakawa ni sehemu ya safari katika kuyafikia mafanikio yao na kuna siku watausimulia ulimwengu. Muda unazidi kuyoyoma. Lakini ni kwa kiasi gani wafanyabiashara kama Rozi wataendelea kuzishuhudia changamoto ama faida za soko hili kuhama kutoka lilikokuwa zamani na kuhamia katika eneo jipya, ni swala la muda na kusubiri. Ronald Sonyo, TMC News, Dodoma.